Ewe, kushirikiana kwa pamoja tumkalishe mwanne na Mariam chini tuwakanye, ili waweze kutoa hisia zao kwa yule mjinga mjinga, na sio kuchukua sheria mkononi. Unasikia, sister wake siku zote nini wayaoa, mmenibania hizo historia za mzee nini wayaoa. Inaonekana mi...

ni chuma chuma kweli mnataja kunitengenezea mazingira ya kichumba haya haya tena. Anti mimi namrespect sana nini oya oya te nikanifunulia ufunuo huo hapo nini naishi nao. Hacha nii nikafanya nikapambane kwa ajili ya familia. Tatizo lako, anamsikiliza shangazi, hacha nimsikilize, si ndio? Ndugu yake na Dinki, ndo anamjua vizuri Dinki. Mimi menambia mimi sina hata mkeo, sina nini, sina historia yote kwenye kijiji. Sijafanya tukio lolote la kutisha ziajaza nzi hapa hivi kwa naaeanmbia kitu pekee unachopaswa kukijua wewe. Enzi za shangazi na na kaka yake ambaye ndo baba ndio baba yetu sisi. Serikali ile ilikuwa ina madaraka tofauti na hii iliyopo sasa hivi. Serikali ya sasa hivi iliyoko madarakani ina mkono mrefu. Chochote utakachokifanya itakutia hatiani. Wasikia sister, unamwaga huo mchele nini, kwa sababu wewe umeolewa umestiliwa, umekaa magetoni nini, unapata kila kitu nini? Angalia, angalia masista nini, wamepigwa mtu mmoja watu wabe kitu. Sasa, kitu kingine? uwezo ukanifananisha mimi na mwanne mwanne Mariam na mimi Viki, ni vitu vitatu tofauti hata ukiviweka kwenye mzani ukavipima, oh, haviwezi kuendana. Kwa hiyo wale wana akili yao na mimi na akili yangu. Mimi kama dada pamoja na wewe tukae chini tujue tunalitatuaje hili. kwa nini mara ngapi tumepambana? tatua kwa ngumi ngumi ngumingumia chuma chuma au. Hey, mateso. Hey, mateso. Hey, hmm. Hey, karibu mwanito. Yani, Hey, mateso. Yani, unapita hapa karibu na nyumbani hata hutaki kuja kunisalimia mwanito. Nasalimia nini? Usikuwasalimia. Mimi sitaki ugomvi na kaka yako Muita. Muita, mimi hanitaki kwenye hii familia. Mimi napita hapa kusalimia nini kwenye hii familia? <laughs> Alafu, Mateso, hata nilikuwa sija kwambia. Mwita, Muita amekubali kabisa mimi sasa hivi tuwe pamoja na wewe. Yaani amekubali unioe. Eh? Kweli kabisa mtoto wetu. Naam. Kwa hiyo naona hilo ndio la kunilaghai mimi? Kwa hiyo unaona wewe, shida hilo ndio jambo la kunilaghai mimi? Huyu Mwita ambaye anaruka majoka huko, ana piga huko watu wanagombana, sisi nini ningu ninya sema sana leo akukubalia wewe na mimi. Yaani amekubali bila shaka yoyote kabisa. Wewe achana na hivyo vitoto. Vinakupotezea muda. Si unaona vilivyoingia kichwa kichwa? Sijakuelewa hapo. Kichwa kichwa wakina nani wameingia kichwa kichwa? Yaani, uelewi si huyo mwanne na huyo mwenzie. Unaongea hiyo familia? Mimi siwezi kwenda kuoa kwenye ile familia. Mimi, mateso sasa hivi nimeshabadilika. Siwezi kwenda kuoa kwenye ile familia ya wabakaji. Kitendo alichonifanyia nifanyia ile familia ni kitendo kikubwa sana cha ajabu sana cha kushangaza sana. Hapo wenyewe na mpango kwenda kuwafungulia mashtaka. Wananiona ona, ona mimi kama zuzu tu, limbukeni, zungukuku limwangu uko huku naenda huku kama ngalawa eh. Na kipi wewe? Mimi kwa niache nikapambane mwanangu, yote anayekutana naye njiani mimi napiga tu nini. Oyo hapo mateso ndio kaempata nini, kimweka mkononi nini, ni kichwa yote yangu haya. Huyo baba yako unaitaka kufuata nyenendo zake alipokuwa akiyafanya hayo kaishia wapi?

Na ndio maana kukataza yote haya. Wewe acha nikaa peke shujaa sister yake. Yaani kwa ajili ya ukoo, kwa ajili ya familia au vipi? Kwa ikumi kitu au vipi? Sasa, Oi, kulingana na yote ninayokuzuia, hutaki kunisikia kama dada yako. Oi. Nenda kafanya unachotaka kukifanya. Hey, nitakachokukuta usinishirikishe na wala usinijue. Hii unanitishia. Oh, sister unanitishia mimi. Hii sikia huyu mwampa. Hii. Acha nikapambania ukoo wewe. Shi. Ficha historia mimi, hata nikamlisi mzee nikamwenzi mzee dinki mm -hmm, mi nakuja nini ayao? Nakupambania huko nini, nakulisi vizuri na kuenzi vizuri, dinki yangu hii. Tukikutana huko, mi ma respect nini, wewe oa mama yasiwepo. a anapigwa na mshikaji mmoja tu yule choka mbaya dalali mmoja, wewe hapo. huko. Mtumam, <tuhi> Mamure, tena hapo ni kuambia mwanetu, eri anzishe tu, mimi nitakuwa shahidi namba moja kukusaidia mtoto wetu, eh tuachane. <tuhi> hey, nayo wewe kubali tu mwanetu nioe mimi, jamani, mimi sasa hivi shida ngoni kwambia, mimi sasa hivi kwenye hichi kijiji nimeona niachane na mapenzi. Nataka ni focus kwenye maisha, unaona vizuri ni focus kwenye. Wenzangu naona wana, wana move on, wanatoboa, wanaenda, mimi nipo tu pale pale. Nipo ni mpale pale, eh. Nina move in sitoboi. Na kama nikitaka sasa hivi mimi kuoa, pengine bora nikaoe nchi za nje. Nikaoe mzungu, hata Canada huko, ambako ndugu zake wako huko. Kwa sababu hicho kijiji kio mwanamke anataka kwenda kuoa. Ndugu zake maneno mengi pete pete nyingi sana. Watu wengi wanataka niwaoe wao, wao bwana. Mateso sikiza ni kwambie, hivi unajua hata sisi chimbuko letu sisi ni Canada. Wewe yeah, ni angalia vizuri. Wewe We ya... una Canada ndani yako. Wa Canada huko, yani wapi Italia huko? Hata hindi ya mwaneti. Yaani kwenye tu badi hai. Mmh? Eh, hivyo. Kama kama unao kama unindia kapua kama kanakuja kaSajedat hivi kaogovinda kanakuja kanaondoka. Saba shida, umenipigania. Naona lakini, lakini umenipambania. Umenipambania. Sema ndo hiyo ngoma ngumu. Wakati mwingine Mungu anakugeuza, anakuweka huko, anakutanisha na mtu ambaye unampenda wewe akupendi.

Karibia tutaenda kuwa mwili mmoja. Together for life, mtoto wetu no bra bra inafanya tunakombana neno mabaya tusemana, ukifanikiwa haba siku nyingi utoke kijiweni. Hadi baba tumejiuliza takula kuku kwa mrija Baba. Heu, acheni ujinga sawa. Hivi mnakulaje kuku kwa mrija? Mnapanga mipango ya kula wakati mnajua mna madeni, lipeni ili sasa mle vizuri hizo kuku zenu kwa mrija. Nimejela yangu acheni kujichanganya, unamwelewa. Ma, huyu maswala ya kuuana mimi iko nishaga toka. Yani swala la kumsambaza mtu na kumweka kuna adai gani sasa? Tulia wewe saa, kacheza unapochezaza zetu, usije ukatujazia hapa mwanangu, tuna steam zetu. Afu mwanangu alikuwa ayupo huyu. Sasa bora hata nimekukuta wewe. Hayo mambo mengine achana nayo, nipe hela yangu, nipeni hela yangu. Vitu vizuri mimi hamjui, mimi nilihangaika kiasi gani hamjui, mimi nimeinunua bei gani? hmm. eh? Wewe ulikuwa haupo. Acha maswala ya kuingilia ingilia, sawa? huyu nimemkuta, anipe hela yangu poa sasa sikia, poa chuga hmm. <coughs> wewe unayemdai sasa hivi hayupo, kwa hiyo usituletee mbwembwembwembwe zako hapa, sawa? Mwanangu huyu vipi? Kwanza huyu mwanangu, alafu msinichukulie miboya hiyo. Simu nimeinunua siku hiyo hiyo laki hizi, nikaamua kuja kuwauzia nyinyi. elfu ngapi? elfu sitini. Sasa hivi mnaanza kunisumbua sumbua, unataka kutuleta kwa mwendo wewe. Sikiliza mwanangu chuga, chuga, chuga, chuga, chuga, chuga. Chuga. Vua buti, vua buti, tuendelee. Sikia, baba, hiyo mba, anadai, na, anadai baba. nani? Baba. Unajua huyu Huyu ni kenge kama makenge wengine. Sasa sikiliza baba. Sikiliza. Unanipata una, una fresh. Sikia blaza, sawa? Ambacho amkijui nyinyi. Bora ngumi yangu ikupate kuliko kukukosa. Na ikikukosa mwaka mzima ukikumbuka unakwepa. Hata kama uko kwenu unaagizwa na babako, "Oh, fata sukari ni nini? ukikumbuka tungu yangu." unakwepa. Kwa hiyo, nimewaheshimu sana. Toka hapa. Ana shida, lakini hela yangu cha mtu akiliwi kani mkijua unanipulizia moshi? Ni kwani nataka nini e, ni babako? Mimi na kuzimia hata kwenye hiyo jicho so babu. Chuga chuga. Chuga, chuga. Lakini huyo ni ni ni mtume. Halali. Wapita hivi babu. Cha kwangu ni halali. Pita hivi. Hivi. Yaani kakaangu ya siku hizi ma kaata sana. Haiwezi kupita siku bila kumuongelea Masudi. Huyu Masudi ameshakuwa mtu mzima, sio mtoto tena kaka. Uchungu wa mwana ujuaye mzazi, na mtoto hakui kwa mama. Kinachonishangaza, Masudi leo ni siku ya tatu hajarudi nyumbani, na sio kawaida yake <laughs> Masudi sio mtoto tena, mwacha apambane, lakini unavyotaka kumlea kama yai unakosea, unakosea sana sana sana tena sana. Usilolijua ni kama usiku wa giza. Jana kuna mtu kaja hapa kuleta mashtaka kuwa kaibiwa pochi yenye simu na laki tatu. Nalie muibia ni Masudi. Ananipa mashaka sana. Kwa sababu sijamuona hapa nyumbani. Sinichanganye kabisa nyinyi. Afu msije mkadhania mimi nimefika mbali mwanze kuniongea. Maswala ya kuongea na staki. Ongeeni, pigeni stories zenu. Hata... baba. Wewe. Huyu hataka kunikumbusha vita vya Idi Amini. Huyu jamaa anataka kuniku. Mimi nililiona lile picha, ninaweza nikafanya vibaya. Mtu huyu anamjua, ana matatizo. Unajua huyu mtoto, sawa? Mtoto mdogo ni mtoto mdogo. Nani, nani, Kapimpo, unajua huyu Mwamba? Uh, hey, ah yeah, eh yeah. Ya ya kumbe unamjua Kapeto? Ah uh, Kapenga. Kapenga ndo alipita nasikia. Sikia. Aya nilimuuzia Kapeto. Ninyi mnataka nini? Wewe ulikuwa ulikuwa haupo. Unataka nini na wewe ulikuwepo? Kwa nini usingepanda dau? Si ndo hivi umeshaingia. Si ndo hivi umeshaingia chakiki. Mbona mimi nakuwa naongea hata kama mnanidai mmekaa. Ninyi hmm, wewe. Yaani mimi ninapokuwa hmm, mnaongea na mimi kidogo angalau simama uoneshe adabu. Baba Ota, wakati mkujauzia mi nina... mnazania wakati... mimi nilikuwa nina... mi, no. Mna ni mjinga wa akili. Ndio simu ningempelekea mama yangu, ningempelekea mdomba wangu angeitumia kuliko nyinyi.

Ah, huyu dogo ni kina. Mm. Unajua kwa nini nasema ni kina? iia mm. Alikuja hapa mm -hmm. Akamuuzia Mwamba simu. mm -hmm. Afu Mwamba akampa hela nusu. Aya. Na mimi nilikuwa naye hapa mm. Lakini sasa hivi ataka kuleta jamu. Alafu mdeni wake hayupo. Wa mtemi kwanza. Achana naye dogo, ana mambo ya kishamba huyu. Asija akawa ameshaanza wizi. Hmm? Sasa, <coughs> aliyomuibia unamfahamu? Hapana, simjui jina, ila ni mwanakijiji wa hapa hapa, ah. Kwenye kijiji cha Manja. mm, mm, mm, mm, mm, mm. nayosema ni kweli na kweli kabisa, maana ikifika muda wa kula Masudi huwa anafika eneo. Yaani, muda huo huwa anafika sasa. Usije ukakuta, ndo maana anachelewa, ana pesa mfukoni, na hilo ndio linalonipa wasiwasi. Sijui anapokula, sijui anapolala, isije ikawa labda yamempata mazito. Sasa unajua, siku zote mwiba yai leo kesho huwa ni mwizi wa ng'ombe. Sasa sije yakamshika makubwa, yakamfika makubwa, na bado sisi tunajiuliza kaiba au hajaiba. Mimi nachokiona saa hizi niende nikamtafuti. Kumbe ni mtoto wa mama tu, mchumba huyu mwanangu, afikiri tumemwacha kizembe zembe. Mwanangu, sio mchumba tu huyu, ni zuchu. Eh? Ni zuchu. Mimi kidogo pale ningemfikia. Vipi kwa jomba? Eh baba, tumependana, vuta bangi twavuta guera zetu

Chumba wewe, wewe acha ujinga. Hebu take two. Take two. Ah, take two kwanza Yusuf bwana. Baba. Take two. Mimi najua basara yako na wewe umeshaanza kubadilika. Ai, sasa sasa sina. ni familia. Bila usije ukarudia tena. tabia sina. Sasa nsikizeni, Kama wangu nini Masudi amekuja, yani anasemaje? Anataka nini? Anataka hela. Anataka Michuzi. Kumbe kuto <coughs> ni mchumba kuchuka mwanangu huko hapa kani vipi mwanangu? Unasikia mwanangu mchizi amekuja hapa amekuta mimi na sizi, ananisa mimi nyoke moja kwa moja eti roho mwanangu ni pele langu na kudai siku <coughs> zote sijui nini. Eh, nikaona mimi ni juu kama mimi na marabi mo, so ntadunga mitete kwa manyang'onga tani mvutie be <coughs> nikaona bwana ni mchumba tu ni mvutie be, ni badala ni nyanyue hata majeki. Ah nikaona kuna komando wangu nikamwachia jembe bwana mtembezee. Amepigwa ki... Ame kipigo cha mbwa mwizi mpaka kile. Umemwelekeza? Oh baba. Oh huyo mtoto siku nyingine akija hapa kama ni kama msipo sawa. Mm. Siku nyingine akija hapa. Mnabidi, mm. mumfunge kamba. Mnabidi mumfunge kamba. Yani, mpaka nimkute. Nimekosea kumwachia wajomba. Kwa sababu ana za hapa kijiweni, uje kwa heshima. Kwanza, yani, unajua unajua, unajua nimekaa nimemtathmini ule mtoto ni mpige style gani. Mimi un... wangu, wajomba, mimi mm. mm. wangu niko mgunje mgu ndani. Nataka niingia hapo kwa mjomba.

Subiri, subiri kwanza. Na mwenye ukweli ni yeye, naomba ukienda uje naye hapa, ndiye atakaye tupa ukweli. Lakini dada, umechanganyikiwa sasa. Mi nasema niende, unasema hapana, na ukienda uje naye? Yaani wewe tatizo. Masudi ameshakutawala kwenye akili, utaki kukubali. Masudi amesha kuwa, asingekuwa ni mabangi, bangi, bangi yake. Haya, Masudi kweli, anatakiwa aoe au hawa? Anakaza na kusaidia, anakusaidia Sio wewe unakaa unawaza Masudi, Masudi, Masudi. Hapa nakuambia niende nikamtafute, usiende, lakini ukienda uje nayo. Umebaa kaka, kinachoniumiza Masudi, najuaga tu ni mvuta bangi, hana tabia ya wizi, nisikilize mimi. Hilo ndio ninaloniumiza. hey, mimi. Hey, nisikilize mimi, yule ni mtoto sikio alizidi kichwa. Masudi atafuata anachotaka mimi

kama hatutafanya jambo la haraka haraka kumrudisha kwenye ubinadamu wa kawaida. Sijui unanielewa? Ninakuelewa kaka. Ukifanikiwa. Aha. Leo <tupo> <laughs> bwana, japo sisi ni mahasimu, lakini wakati mwingine tunakumbukana e, e. Eh. Kabi... habari yako kwanza. Bwana, njema kabisa, hatuonani muda mrefu wala majukumu. Si unajua kipindi mm, majukumu. Kigumu. Maana mm. e. hatuonani nikasema huyu jamaa vipi, au ndio kimya kimya hivyo unataka kufanya mapinduzi <laughs> Mzee Ulimbo bana, mapinduzi sio swala la kuongelea, subiri tu muda ufike, mwachie hichi kiti basi. <laughs> Unajiamini kupita maelezo yani e, unajiamini sana. Maana naona uchawi wa... au ulikuwa umeenda kununua uchawi mpya? Maana ule uchawi wako ule wa kulisi umedunda, umegonga mwamba. Sisi ndio chama tawala, Mzee Ulimbo. Uchawi na siasa, wapi na wapi? Sisi wana kijiji wameshatupa zamana. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi wasi kabisa. Maana yake wana kijiji wanataka maendeleo. Na chama chetu ndio kinacholeta maendeleo kwenye hichi kijiji. Mabadiliko gani hayo unao yasema wewe ambao chama chetu hakijayafanya kwenye kijiji hiki? Sasa hilo swala sio la kuniuliza mimi. Waulize wana kijiji wa Manja ndio watakueleza mabadiliko gani. Maana yake sisi tumepewa jukumu la wana, kubwa, wana, wana kijiji, tumepewa jukumu kubwa na wana kijiji cha kuleta maendeleo kwenye hichi kijiji na ndio maana tunajiamini mzee. <laughs> Juma, mimi naona umesahau ule usemi unaosema wa wahenga, jungu kuu halikosi ukoko na koti la babu halikosi chawa. Sisi ndio chama tawala. <laughs> tumependana waledi twalewakoela zetu Eh, jambo, jambo. Huyo mheshimiwa mheshimiwa, nimemkuta Ulimbo. Mheshimiwa Ulimbo, mheshimiwa Ulimbo bana hmm. Uja mkuta lakini, e, samani U, ndiyo, ndiyo, ndiyo. Sasa, mbunge, kidogo eti wewe si ndio mbunge? Ndio, ndio ndio. Sasa mheshimiwa mbunge, weziamini kwamba mzee Ulimbo hujamkuta. Mzee Ulimbo nimemtuma kidogo, yaani nimemtuma kidogo pale shambani aende akalimelime maanake juzi nilimtuma akaenda kunywa kahawa. Kwa hiyo leo mapema tu nimemwamsha saa kumi na moja alfajiri, nenda kachimbe miogo mapema. Na vile vile mzee Ulimbo ni mjomba wako au ni nani yako? Maana unasema umemtuma, alafu ni mtu mzima, wewe kijana, unamtumaje mtu mzima? Labda sijaelewa, wako. Ha, unajua mimi labda tu nikueleweshe kidogo hapo. Mbungu huyu mzee Ulimbo kwako wewe unamchukulia mtu wa maana sana, mtu ambaye ana akili. Lakini mimi kwangu mimi yuko hapa, yani namaanisha kwamba kura yake vaa yake sawa. Hili hili eneo lote hivi ni mimi. Wewe ndio unaomtunza mzee Ulimbo? Yaya? Oo, hivi kumbe mzee Ulimbo huyo. Hivi kumbe haja hajakwambia? Maki, mzee Ulimbo ni mjomba wangu, na mjomba simama meelewa lakini, huyu kuna umama hayumo, kuna ujomba hayumo, alafu kwanza nasikia anakula huku na huku. Unajua, histori yote ninayo, na mpaka mbunge kuja hapa nyumbani. Mimi najua umekuja kena hayo mambo ya tafakari, hayo maneno. Mzee Ulimbo, wewe ni rafiki yangu sana, hii misemo haitusaidii kitu. Unaona bwana, huu ni wakati wa kuwa wa wazi na wakweli. Manake wana kijiji wanachotaka maendeleo, hawataki misemo. <laughs> Maendeleo nishakuambia toka awali, maendeleo gani ambayo chama chetu sisi hakiyafanya? Sasa bwana, mimi nakuacha mimi nakwenda. Uh -huh. nikutakie safari njema ya hayo mapinduzi yako unayotaka kuyafanya, ila kumbuka, mlala na maiti haachi kulialia everyday, mlala na maiti haachi kulialia ya kiserikali lakini uziamini, sawa? Kila kitu mimi ndio namwandikia kwanza, ule hajui kusoma, hajui kusoma. Unajua, m mnataka watu kama sisi, umeona mbunge tamani? Wewe hautaki kuwa unatembea tembea tu hivi mwenyewe, Abdi na mtu fulani hivi? Yaani, unajua mimi mbunge, kuna masuala ya akongongeli asa mzoulio Uweze amini, kuna mama fulani hivi anaitwa mama, mama mama mama, Masudi alienda kumwaproach akashindwa, ila mimi nilipofika pale nikamtongozea. Yani hata ni hata kumtongozea mjomba eh, nikamtongozea hivi. akili zako zinafanya kazi vizuri labda? Au umesoma soma una elimu hata kidogo? Au una matatizo gani labda baki naona? No, unaongea vitu vingi vya ajabu ajabu, hata sikuelewi. Ah, labda kuna pengine eh, kuna swala la, la elimu hapo. uweze amini, mimi nimesoma kuanzia la kwanza nilipofika la nne elimu yangu ikawa kubwa kuliko hata mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu akawa ana hana, hana, namna gani zile, ila ila ile chokochoko mpaka nifukuza shule, nikasema hii ni shida <laughs> nimesoma, ila kaa ukijua, kaa ukijua mlala na maiti haachi kulialia, weka kichwani hilo. Kwa hiyo tantafuta baadaye Hii ni sehemu inamzeesha huyu mzee vibaya sana. Hao ndio wale wazee wanadanganya vijana. Kwa vijana taifa la kesho. Yaani unamdanganya kijana wewe taifa la kesho. Yaani huyu mzee Ulimbo ndio wale wanadanganya kwamba aliye juu ngoje chini. Asiposhuka na sitaki tena aje kwangu. Wanadanganya vijana wasubiri. Yaani wasubiri mpaka wazee ndio wale taifa. Wakati vijana ndio taifa la sasa. Mzee Ulimbo usije tena kwangu. Umeshaubini sana vijana. Yaani vijana wao nasubiri tu. Wao nasubiri tu.

Yani ya, sipendi kabisa. Unajua wakati ule watu walikuwa wanasemesha hivi wanakaa kimya hivi mm. Nashangaa sana wakati huo bado watu wanakaa kimya. Mwambie huyo ndugu yako. Hii ni namba nyingine. Umekuja hapa kujua nacholilia, kunisaidia shida yangu hau kwanza kupiga mobili hapa?